Ravina, umependeza mdogo wangu. Asante Ravina, naomba nikwambie neno ni moja, so kama naingilia mapenzi yako, mimi nipo pamoja na wewe na najua fika kwamba wewe humuhitaji Suki, ila kwa nini usimwambie ukweli akapata tiba ya moyo wake, kuliko kumwacha mwenzio anateseka kiasi kile. Leila, hakituweza kubadilika chochote, na moyo wangu hauna mapenzi kabisa na Suki, hivyo basi itabaki hivyo milele na milele. Hata tokee kiumbe gani, sitaweza kubadilisha maamuzi ya moyo wangu. Baby. Maneno ya mapenzi ni mashairi yenye kufurahisha moyo na furaha ukamilika pale maneno yanapoendana na vitendo, ni mithili ya mkuki uliyepita kwenye kifua cha mwanadamu. Endapo maneno tofautiana na vitendo naonekana. Ah, ni mtunzi mzuri sana mashairi, bila shaka ulikuwa na kwa asilimia mia somo lako wa Kiswahili, si ndio? Penda maneno yako, una maneno mazuri, maneno ya mapenzi. Labda tu nikuombea hofu. Sawa, Dave atabaki kwa Dave afudvavita naupenda kweli ndio. Sawa, nimekuelewa, lakini ninachotaka mimi ni kauli yako kutoka kwenye kinywa chako ili aisikie suki kwenye masikio yake. Kuliko kumwacha ya mtu kimya kimya, ni sawa na fumbo lisio kuwa na mfumbuzi. Nakuomba twende ukamwambie, ili naye apate angalau faraja ya, angala ya moyo wake awe na uhuru wa moyo wake Ravina. Sawa, nimekuelewa ila, kama kuna jambo lolote ambalo mmepanga na mwenzio mjue haitawezekana. Ravina na moyo wake na na maamuzi yake. Nakwenda huku kwa heshima yako tu, la sivyo nisingeweza kukutana naye, na sina muda wa kukaa. Unaona panilipo mama kanigiza huko kwenye vikoba vyake, inahitajika niwahi kurudi <laughs> Baby. Nimejitunza kwa ajili yako na kwa sasa nimemaliza masomo. unajua nini kilicho mbele yetu? Mm, najua najua, mimi nina ndoto kubwa sana na wewe. Yaani katika maisha yangu mimi sijawahi kufikiria kukusaliti. Sijawaza kukuchiti. Wazo langu kubwa ni kuwa mke wangu wewe wa ndoa unizalewa toto tuzeke to, to wote tuzeke wote. <laughs> Napenda Devi, najua. mm -hmm. E, utanioa? Yeah. ya mm. Lazima ni kuoa saa, lazima ni kuoa uwe mke wangu halali wa ndoa, nakupenda. Kwani skuu mimi na wewe mke na mume, kinachofuata kutengeneza familia. Sawa sawa, mimi nimekuelewa kipenzi changu, ila Naomba nikuambia jambo moja, sina chochote nilichokipanga kati yangu mimi na Suki. Kuwa na amani kipenzi changu. Hmm. Sawa, nimekuelewa, ila Mungu amfichi mnafiki Ravina. Kwa hiyo mimi nishakuwa mnafiki? Hmm. Ah, nimesema tu. Sawa, naomba twende tusipoteze muda hapa kwa mazungumzo, maana wewe ukianza kuongea kama chiriku, hata sijui mambo mengine unapataga wapi? Nitakuzidi wewe kwa kuongea, wewe atakuwezana ni ubishi <laughs> <laughs> <laughs> so Nakuomba unisamee kwa yale yote nilokukosea, nipo <coughs> hapa mbele yako kutubu dhambi zangu. We ndio chaguo langu, awe ndio ulia katika moyo wangu, sijajua nilitendalo

Soki, una nini wewe? Soki, kuja hapa. Ikiwa ni mara yangu ya mwisho ukanyaga mchanga ili eneo lako, naomba ujue jambo moja, haupo katika moyo wangu tena kama usituweza kuudisha mapenzi kwako. Naomba no msamaha. Endelea na maisha yako. Muda mchache kuanzia sasa. Nakuwa mke wa mtu. Fanya kama ni ajali tu iliyofanya mimi na wewe kukutana. Umenielewa baba? Love you. Machozi ni ishara ya mimi katika mambo. Tafadhali. Mambo ni kama kuna sema ni. Tafadhali. Moyo wangu huwezi kuishi mbali na wewe. <laughs> ili kukabidhi maisha yangu kwa kukupa upendo wangu wote, Ravina <laughs> mapenzi yangu yasigeuke fimbo ya kuniadhibu mimi mwenyewe. nitawezaje kuishi bila penzi la mimi ni pofu, nahitaji kuongozwa na mtu pekee. Anaweza kuongoza maisha yangu ni wewe Ravina. Tafadhali mpenzi wangu usi, tafadhali ache. Suki hawezi kubadilika, tatizo ni maamuzi ya moyo wangu. Mw. Devi ndio chaguo la moyo wangu.

Baby, kiukweli umenifungulia ukurasa mpya wa maisha yangu. Asante kunipa penzi tamu, lisilochukiza moyo wangu. Rita, kikweli sitoacha kukisoma kitabu chenye simulizi nzuri za kuvutia, za kufurahisha, hasa ukizingatia leo ndo kwa mara ya kwanza nazifungua kurasa zake. Narudia tena, wewe ndo unanifanya mimi niendelee kuishi. Nakupenda. Na upenda pia Devi. Devi! Oh! <laughs> Devi, huu binti ni nani? <laughs> Mapenzi yote yale nilokupatia, na samani kubwa nilioitunza katika moyo wangu, haya ndo malipo yake. Siwezi kukulaumu, oh, kulaumu ni moyo wangu kushindwa kuona usaliti ulio mbele yake. Na hivi nashukuru nikutegemea mema. Ravina, acha unafiki. Hivi unaia nini? Kinachokuuliza wewe ni nini? Kwa hiyo umeamua kuja nyumbani kwangu kunichafulia leo si ndio? Nisikilize. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria wewe. Leo unamjua Mungu. Unamjua Mungu wewe? Eh? Hata punji ya huruma huna, umemwacha mtoto wako akiteseka. Mwanaume aliyekupenda kwa dhati, alikupatia kila kitu. Umeshindwa kuthamini na kulinda penzi lake. Penzi la dhati. Leo utakuja kuweza kulinda penzi langu mimi? Ambaye mahusiano hayo ufahamu, yanahusiana na nini? Achana na maisha yangu, achana na maisha yangu. Unamwona yule? Namwona huyu mwana. Ndo mwanamke ambaye mimi nampenda. Wewe sio chaguo la moyo wangu mimi, huyu ndo chaguo la moyo wangu. Acha unafiki, siu nanyelewa. Alafu mama yangu mimi ana allergy na wanawake warefu, huwa anapenda wafupi taisha Vyote vilivyoundwa na vikaipa dunia kwa uzuri wake, bado havina thamani katika ulimwengu wa mapenzi. Unaweza kumiliki mali, majumba na vitu vingi vya thamani, lakini ukakosa furaha ya dunia <sighs> Baby. Ule binti umemokota wapi? Achana naye, sikia nikwambie. Mi kila siku nilikuwa nasikia tu, yani nilikuwa nasikia tu afu, nilikuwa siamini kabisa kama kwenye hii dunia kuna majini mahaba. Jini yule mi simpendi. Unajua nakupenda. Relax, sawa. Relax, sawa.